Miaka mia mbili iliyopita tuliwahi kuzaliwa kuf, naambia ndiyo, tuliwahi kuzaliwa. Miaka mia mbili iliyopita tuliwahi kuzaliwa tukafa. pehle prem ka ye ye ye pehlu. Muone huyu jamaa hapa, bibi alikuwa jai kuonaga ile sanamu. Mimi nimeshangaa inawezekanaje. pehla janam nahi, lakini haya sio maisha yetu ya kwanza, tulishowahi kuishiga maisha ya kwanza alafu, tukafa na tulikufa kwa sababu ya upendo wa Dravidian pamoja na. Sasa kwa mara nyingine tena tumezaliwa ili tukamilishe kile ambacho tulishindwa kukimalizia. unaongea kuhusu nini? mbona kama sielewi. Jamaa akaona bibi kuna haja ya kuelewa, akaweka mkono kwenye kichwa cha ile sanamu.

na tulienda kufa porini wawili kwa sababu hakuna angeeleza tuelewa, lakini sasa tumerudi na uhai tena, nafasi kama ile ile, akili zetu ziko sawa, turejeshe mahusiano yetu, yetu. Ye na tukamilishe. Anasema lazima niende kwa Hauma. Kwa nini Hauma hakuniambia? Maana ha lazima Hauma anafahamu, miaka miwili iliyopita alikuwepo. Kwa nini hakuniambia siri kubwa kama hii? Jo dekha. Hich hichi ndichokiona na macho yangu na fam zangu, kuelewa. zapata Hakuna mtu anaweza kuniambia kingine ki nikakielewa zaidi ya hichi. Lazima nijue tu kwa nini ahuma anayeaminika kama kiongozi wa masuala haya kiimani halikuwa mwongo hata kutu kuniambia. Siuliza kama goja kwanza. Lazima nikaulize. Sibinti anakwenda kuhoji Shiva. Shiva.

iliyobaki isipokuwa hii ndo dunia pekee yasikuonyesha fujo zetu za upendo. Mekaa anasema hapana, haiwezekana. Sekta hiyo haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Main karti hu tumse didi, didi, tumse prem prem kaise kar sakti hai? hai, ho sakta. Haiwezekani, mimi sitaki, mimi hey, Oho. Tu ho tum mera prem ho wewe ni mpenzi.